Karibu sana katika channel yetu ya Royal Polyclinic. Leo niko mtani kuzungumza na jamii wanaofahamu vipi ugonjwa wa pumu. Je, jamii inazifahamu dalili za ugonjwa wa pumu? Na pia wanafahamu vipi namna gani sahihi ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huu wa pumu. Twende tukasikie majibu yao. Twenzetu mtani kuzungumza na jamii. Eh, bwana, mambo vipi? Shwari na vipi? Safi kabisa unaendelea. Safi na vipi? Misha? Ah, namshukuru Mungu, bwana. Misha zinaendelea zinaendelea kama kawaida. Ah, Mungu bwana. Majina yako kaka? Ah, naitwa Medi amisi Natokea Mbagala. Okay. Natokea? Natokea Mbagala. Okay, sawa so. Bwana Emedi una ufahamu vipi ugonjwa uh, wa pumu ugonjwa wa pumu bwana kwa jinsi ninavyofahamu mimi Kwa uwelewa wangu mimi sawa so, kuna kuna milipu, milipuko ile tu ya ajabu ajabu anatokea hususan kwenye mazingira ya ukaji wa vitu yani najua tu jinsi watu labda wa kifua inakuwa bana wakati wa baridi, kama hali ya hewa kama hii ikibadilika, tunawaona tu yani, mtu anakuwa na banwa sana na kifua, anakuwa na hema ovyo ovyoovyo hivi yani. Ni, ni hivyo yani, si ufahamu sana ugonjwa wa pumu. Ni matatizo ya upumuaji, ninavyojua kwa mimi kwamba mtu anakuwa na bana na, yani ile upumuaji wake unakuwa ni tofauti na kawaida. Wanasema pumu inaweza kubana mbavu kidogo kama nye yani kipumua kama mruzi fulani, basi na wasikia. Hebu tuambie dalili za ugonjwa wa pumu unazifahamu? Yani mimi mara nyingi sana navyosikia mgonjwa wa pumu, yani dalili kubwa ambayo mimi naijua ni kuwa anabanwa sana na kifua, yani anakuwa ahemi, yani anahema ile haraka haraka, yani yani najua hivyo tu, kifua kubana, kukohoa kukosa pumzi, dalili zake mi sizifahamu, kwa sababu mara nyingi nikija kwenye kwenye hilo tukio, namkutacani mgonjwa kashakamatwa na yeye na dalili zake bado sijazijua zile. Ugonjwa wa pumu unatokana kwa mlipuko gani? Labda nikamuulizia mtaani, kesho kuna mtu anaumwa pumu, labda nikamuulizia zaidi, nipate kumbuzi na salamu. Utuambie ni namna gani sahihi ya, ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huu wa pumu? Ah, namna sahihi sijafahamu, kwa sababu ninavyosikia wengine wanasema ni magonjwa ya kulisi sijui, lakini sijajua, na hata unavyoambukiza mimi sijui, bado sipata utaalamu kujikinga, sipokuwa masuala labda ya vumbi, barakoa zimevaliwa sehemu, kama harufu kama hizi onduka, navosikia hizo lazima nakusanya, sababu pumu inaendana na TB ingila vitu hivyo Ah, sema, mimi sio mtaalamu sana na hilo jambo hilo, hilo. Kwa hiyo hata sielewi rafiki yangu, sijui kinga yake inakuwaje sifahamu kwa kweli ah, ile bwana, ugonjwa wa pumu kutokana na vyakula hivi vyakula vyetu vi. vi. unaona bwana maana hmm. kuna vyakula baadhi unaambiwa usitumie, usipende kutumia na sisi tunapenda kutumia. A kwa mfano ukizidisha mafuta mengi, unaona, kupenda, penda kula vitu vya baridi hivi Umeona ice cream sio, juisi, maji ya baridi ile, na yenye inaleta hasari ya ule ugonjwa. Ah, kwa ugonjwa wa pumu, kwa jinsi ninavyowashauri binadamu wenzangu, au Tanzania wenzangu, kwa ugonjwa tujipime, labda tujiweke fresh kwenye ma, mazingira ya nyumbani, labda sema hapo unapofanya kazi, labda unaona, labda tu ni hivyo tu, labda kidogo tu ni... tumetoka kuzungumza na jamii, umetoa maelezo yao, umetoa maoni yao kuhusiana na ugonjwa huu wa pumu. Sasa nadhani wakati sahihi kabisa wa kurudi katika kichoti cha afya Royal Polyclinic kwenda kuzungumza na daktari wetu atoe maelezo ya kina kabisa kuhusiana na ugonjwa huu wa pumu. Ndio Chinonso, twende tukaongee na daktari wetu. Ugonjwa wa pumu husababisha koo la hewa kuwa jembamba kutokana na kuvimba na hivyo kusababisha mgonjwa kupata shida katika kupumua wakati wa kuingiza na kutoa hewa kutokana na makohozi ambayo huwa yamejaa na hivyo kusababisha shida katika mfumo wa upumuaji. Dalili za ugonjwa wa pumu ni pamoja na kubanwa kwa kifua, kupumua kwa shida kutokana na kifua kubana, aa, kuwa na kikohozi hasa ya nyakati za usiku. Lakini pia wakati wa kupumua mgonjwa wa pumu anatoa sauti kama ya kifilimbi kutokana na kifua, njia ya hewa kuwa nyembamba kutokana na kubana. Vipo vichocheo ambavyo huwa vinasababisha ugonjwa wa pumu kama vile vumbi moshi, baridi kali, a, mafua pamoja na harufu kali, kwa mfano perfume. Mtu anaweza akapata shambulio la pumu, likawa anapata shambulio mara nyingi kwa muda mfupi, au akapata shambulio moja au mawili kwa kipindi hichocho kwa muda. Na endapo utapata shambulio la pumu basi njia ya haraka ni kutumia inhaler ili uweze kukusaidia katika kufungua njia ya hewa ili uweze kupumua vizuri. Na endapo utapata shambulio, jitahidi kufika kituo cha afya mapema ili kupata usaidizi wa haraka kwa sababu kama endapo utachelewa, unaweza ukapata dalili ambazo zitakuwa ni dalili za hatari mfano kushindwa kuzungumza vizuri, kumaliza sentensi, utapata shida zaidi katika kushindwa kupumua pamoja, hata midomo inaweza kageuka rangi na kuwa ya bluu kutokana na upungufu wa hewa ya oksijeni katika mwili. Ugonjwa wa pumu unathibitika kama mgonjwa ataweza kuepuka vichochezi ambavyo vinasababisha pumu kama vile baridi, vumbi, moshi na vingine kama hivyo, lakini pia kama atawahi kupata huduma ya haraka ya kumsaidia pale anapopata shambulio, ikiwa ni pamoja na kuwahi kufika katika kituo cha afya kama Royal Polyclinic hapa kwetu, ili kupata msaada wa haraka na kuweza kupata tiba, hasa kwa wale ambao wamekuwa wanapata shambulio la mara kwa mara ya pumu, ili uweza kutibu tatizo hilo. Ugonjwa wa pumu unadhibitika endapo kama mgonjwa atapata tiba na matibabu na msaada wa haraka pale ambapo tu atakutana na shambulio la pumu. Hii mtamsaidia pia kuzuia asiendelee kupata shambulio jingine la pumu, na hivyo kuwa katika hali ya usalama. Na imani, tumejifunza vitu vingi sana kuhusiana na ugonjwa huu wa pumu. Mwisho kipindi cha leo, ndio mwanzo wa kipindi kijacho. Usisahau ku comment, ku like, ku subscribe kwenye channel yetu ya Royal Poly Clinic. Naitwa Chinonso. See you next time. Bye bye. <laughs>